Katibu Mkuu wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Daktari John Jingu, leo Disemba 3 mwaka 2025, ameifunga rasmi Bodi ya tatu ya Chuo cha Maendeleo ya Jamii Tengeru ambayo imemaliza muda wake kwa mujibu wa sheria ya uendeshaji wa chuo. Akizungumza katika hafla hiyo iliyofanyika katika ukumbi wa Daktari Rosemary Mwaipopo, Daktari Jingu awali ya yote alishukuru bodi hiyo kwa kufanya kazi kubwa yenye ustawi kwa TICD, huku akielezea umuhimu wa bodi hiyo ya uendeshaji. Kwa mujibu wa sheria, bodi ya usimamizi wa mashirika na taasisi za umma, hizi ni nyenzo muhimu sana, nyenzo muhimu kwa uendeshaji wa mashirika ya umma kama ya taasisi yetu hii, na kwa kweli ni kiungo kati ya taasisi na jamii nzima, broad, broad society. In this case serikali ambayo ndio mmiliki sasa, eh, bodi ndio inaangalia kwa niaba ya serikali, lakini pia na wadau wengine na jamii, na ndio maana composition ya, ya bodi inakuwa na watu kutoka maeneo mbalimbali ili jicho sasa la bodi liwe pana. Hata composition yenu hapa kuna wengine hapa mnawakilisha wizara dada eh, yangu kutoka eh, TAMISEMI na mm, e, ndugu yangu pale kutoka wizarani kwetu hawa wanatoka serikalini eh, wanakuja na jicho kutoka maeneo yaliyo, na ndugu yangu wanakte eh, lakini wengine mmetoka sekta zingine, wenye taaluma eh, mmetoka NGO <coughs> mmetoka maeneo mbalimbali, wanafunzi wetu, wafanyakazi. Kwa hiyo mkiangalia mnakuwa na better perspective, broader perspective, comprehensive view of what need to be done and what needs to be probably corrected daktari Jingu pia ameipongeza bodi hiyo yenye jumla ya wajumbe tisa wakiongozwa na mwenyekiti Daktari Johni Elton Lusingu, ambapo alielezea kwa uchache shughuli kubwa za kutukuka zilizofanywa na bodi hiyo iliyokaa madarakani kwa kipindi cha miaka mitatu. Leo siku hii ya leo ni siku ya furaha, ni siku ya furaha, lakini pia ni siku ya tafakari. Napo tafakari safari ya bodi yetu hii ya uendeshaji kipindi hicho cha miaka mitatu. Baadhi ya tafakari amezifanya mwenyekiti hapa, lakini bila shaka sisi wote tulioko hapa pengine tuna tafakari kipindi hiki cha miaka mitatu bodi yetu imefanya nini. Na hii mmetangulia kusema ni siku ya furaha, ni ya furaha kwa sababu tukifanya tafakari tunaona kazi nzuri kubwa ambayo bodi yetu hii aeneaji imefanya katika kipindi hiki. Hongereni sana. Katika kipindi hiki cha miaka mitatu tunaona kabisa, eh, bodi ambayo eh, imesheheni wajumbe ambao wanajituma kiongoza eh, na mwenyekiti Akeli, mwenyekiti anajituma wasimt, yaani utafikiri yeye ndio, sio sio kwamba anaingilia majuuabaka, lakini alipoibeba ile dhamana kwamba anataka mambo yatokee okay? na anataka e, taasisi alivyoikuta asiache hivyo hivyo. Na mimi nikiangalia bahati nzuri e, ishirini na mbili nilikuepo, e, pengine kuna wakati nilikuwa wizara nyingine, lakini nilikuwa najua Tengeru inaendelea na najua bodi iliamini taasisi hali yake ilikuwa vipi ishirini na mbili. Kwa nafurahi kusema kwamba leo tunapoenda kuhitimisha shughuli za bodi hii taasisi ka haipo kama ilivyokuwa awali, imesogea mbele zaidi, mafanikio ni makubwa katika nyanja zote, na mwenyekiti ametaja baadhi, lakini yako mengi. Bana, mjipongee. Ukienda <laughs> <laughs> kwenye maeneo ya taaluma, ambayo kazi kubwa ya taasisi yetu, kuna mambo mengi eh, again mwenyekiti amezungumzia hapa idara zilivyoongezeka E, na kozi zilikobadilika, zimeongezwa, zingine zimebaki zile zile lakini content imeboreshwa e, lakini hata kacha kacha watumishi ya watumishi e, ni bahati nzuri rafiki zangu hao wengi tumekutana na muda mrefu tangu 2000 na ngapi na kumi na nane, niko nao kwao, nawajua vizuri, najua na kacha mlivyoibadilisha hata utamaduni wa kufanya kazi, utamaduni wa kuangalia mambo, utamaduni e, wa kushughulikia changamoto zilizopo. Eh, kwa mmefanya kazi kubwa na kwa kweli bodi yenu eh, ni sahihi kusema kwamba ilikuwa eh, na maono makubwa ambayo mmeyafanyia kazi, mmeyafanyia kazi kwa kufanya kazi kwa uwajibikaji, kwa kutuma, kwa kujisadaka, kwa, kwa kuhakikisha kwamba matokeo ambayo ya mlitaka yaonekane yameonekana, ya ingawa bado kuna mengine yanahitaji kufanyiwa kazi zaidi, na mengine nazungumza kwamba bado ni na nashukuru mwenyekiti, tumesema kwamba eh, mnatamani bodi inayokuja eh, basi iendeleze iendeleze eh, pale ambapo mmeishia. Awali wakati akitoa hotuba yake mbele ya mgeni rasmi, mwenyekiti wa bodi hiyo iliyomaliza muda wake ameelezea kuhusu mafanikio mbalimbali mbali ya bodi hiyo ya uendeshaji kwa kipindi chote cha miaka mitatu. Ndugu mgeni rasmi, kwa niaba ya bodi ya uendeshaji napenda kukueleza kuwa katika kipindi cha miaka mitatu 22 25, bodi imesimamia kwa karibu utekelezaji wa mikakati na malengo ya taasisi. Imehakikisha rasilimali zinatumika kwa ufanisi na tija kubwa zaidi. Imehimiza uongozi kuendelea kubuni njia mpya ya kuboresha ubora wa mafunzo, utafiti na huduma za jamii, ili TICD iendelee kuwa taasisi ya mfano katika nchi yetu. <coughs> Katika eneo la taaluma, kwa kipindi cha miaka 2022 hadi 2025, taasisi imefanikiwa kuongeza ongezeko la idara kutoka idara tatu hadi kipindi cha mwaka 2022 hadi kufikia nne kwa kuanzisha idara ya biashara na stadi za uongozi. Pia taasisi imeongeza mitaala mipya 36 kuanzia ngazi ya cheti mpaka shahada ya uzamili toka mitaala kumi na nne ya awali hadi kufikia mitaala hamsini Katika maeneo ya tafiti, tumefanikiwa kufanya tafiti za kuchapisha kwenye majarida mbalimbali ya kitaifa na kimataifa, ambapo jumla ya makala 120 zimechapishwa katika majarida ya ndani ya kimataifa na katika kipindi cha katika kipindi cha mwaka 2022 hadi 2025 Pia tumefanya shauri elekezi kumi na tano katika maendeleo mbalimbali mbali ya kushirikiana na wadau mbalimbali na wananchi, na tumetoa mafunzo ya muda mfupi ya patao 22 ambayo yameendeshwa kwa wateja zaidi ya 200 kupitia jarida la taasisi TCEJ. Um, taasisi imetoa jumla ya matoleo matano yenye makala 38. Lakini pia taasisi imeweza kufanya jumla ya tafiti kumi na moja katika maendeleo mbalimbali ya kushirikiana na wadau mbalimbali na wananchi katika kipindi hicho, taasisi pia imepata mafanikio kuongeza usajili wa mwaka wa masomo ambapo mwaka 2022 2021 hadi 2022 toka wanafunzi 2800 hadi kufikia wanafunzi 3229 mwaka wa masomo 2024 2025. Hii ni ikiwa ni ongezeko la wanafunzi 440 ambao ni asilimia 5.3. Pia tumefanikiwa a ongezeko la wahitimu mwaka wa masomo 2021 hadi 2022 na 22 kutoka wanafunzi 1615 hadi kufika 1760 mwaka wa masomo 2024/2025. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika maeneo haya ya kitaaluma, taasisi imefanikiwa kupata mafanikio makubwa kupitia vituo, kituo cha huduma ya tandaa na ubunifu waikaio na kituo cha kitaifa cha utafiti wa hifadhi machapisho ya usio wanawake ambapo, ambapo kwa faida ya muda, naomba niseme kuwa taarifa ya makabidiano inaeleza mambo hayo yote kwa kina. Daktari Jingu pia aliwatunuku wajumbe hao wa bodi tuzo za heshima kwa kutambua mchango wao kwa TICD kwa kipindi chote cha miaka mitatu. Bodi ya uendeshaji ya taasisi ya maendeleo ya jamii Tengeru iliundwa ili kukidhi matakwa ya kisheria ya amri ya uanzishwaji wa taasisi yaani, Tengeru Institute of Community Development Establishment Order mnamo mwaka 2013 iliyochapishwa katika gazeti la serikali namba 9 tarehe 25 Januari mwaka 2013. Amri ya uanzishwaji wa taasisi katika kipengele cha sehemu ya nne imeainisha uundaji wa bodi ya uendeshaji, idadi na aina ya wajumbe, pamoja na majukumu ya bodi. Aidha, taratibu na kanuni za uendeshaji wa bodi zinatajwa na jedwari la kwanza la amri ya uanzishwaji, yani First Schedule on Provisions Relating to the Board. Kwa nyongeza, kwa vile inasimamia taasisi ya umma, bodi ya uendeshaji vilevile inawajibika kufuata miongozo mbalimbali ya uendeshaji wa bodi za taasisi ya umma inayotolewa na ofisi ya msajili wa hazina.